Uh, katika miundombinu hii ya kutolea huduma katika miaka mitano iliyo pita, halmashauri nyingi hazikuwa na hospitali za halmashauri, lakini katika miaka hii mitano hospitali ya halmashauri imejengwa katika halmashauri yetu ya wilaya ya Itilima, na tuna hospitali yenye majengo kumi na tano ambayo yaligharimu jumla ya kiasi cha shilingi zaidi ya bilioni tatu. Lakini tuendelee katika kuzungumza habari ya mapinduzi katika sekta ya afya katika miaka hii mitano katika halmashauri yetu, tumepokea magari matano ya ambulance ama magari ya wagonjwa wa dharura, ambayo yanatusaidia kusafirisha wagonjwa wetu kutoka sehemu ya vituo vingine ambavyo ni vya chini na kuwaleta katika vituo vya afya na hospitali. Katika mapinduzi zaidi ya sekta ya afya zaidi ya miaka mitano iliyopita, hatukuwa na katika ngazi ya halmashauri au hospitali za halmashauri, hatukuwa na huduma za dharura au majengo ya kutolea huduma za dharura, kwa maana mwingine tunaita emergency department. Lakini hospitali yetu ina jengo hilo, na katika jengo hilo kuna vifaa vya kitaalamu zaidi, ambavyo kipindi cha nyuma wa wagonjwa wengi walikuwa wakitoka katika halmashauri yetu kwenda kutafuta huduma katika ngazi za mikoa na mikoa mingine, na gharama ya ya vifaa hivyo ni gharama ya shilingi milioni 418, ambazo ziko na mashine ambazo zinasaidia upumuaji pale <coughs> mtu anaposhindwa kupumua, lakini vilevile hospitali yetu ikapokea x-ray ambazo ni digital x-ray ambayo inakosta shilingi 199 milioni ambayo sasa huduma hizi zimekuwa ziki- zikiletwa karibu yetu ili wananchi katika halmashauri ya Itilima waweze kuzifikia. Kwa hizi kipindi cha miaka kadhaa mitatu nyuma, uh, wananchi walikuwa wakienda uh, katika halmashauri zingine kutafuta huduma, lakini sasa tuna a tuna yetu katika hospitali hospitali yetu, hospitali yetu. Mimi kwa jina naitwa Deventina Sylvester namshukuru sana Rais wetu Samia Suluhu Hassan kujengea hospitali yetu ya wilaya ya Itilima. Kwa zamani ilikuwa na mwendo mkali sana wa kwenda hospitali ya Marusho Bariadi, lakini kwa sasa hivi ni karibu sana. Namshukuru sana.